Watanzania wenzangu na wote mnaompenda Mungu, mnaopenda haki na kulitakia mema taifa la Tanzania. Msiogope. Kiukweli nilipoona Samia Suluhu ameapishwa kuwa rais wa Tanzania kwa muhula wa pili, kibinadamu sikumuelewa Mungu ila nilijua kabisa kwamba Mungu kuna jambo analifanya ambalo mimi bado sijalijua maana ninao imani na ujasiri wote ya kwamba Mungu akianzisha jambo huo haishii njiani. Na kama Mungu alitangulia kutuonyesha haya yote lakini pia akatangulia kunionyesha ushindi kupitia kunipa Zaburi ya ya, Zaburi ya kumi na nane ya ya, kwa njia ya ndoto niliamini kabisa kwamba ushindi ambao Mungu ameshatupa kupitia neno lake lilokuja kwa ufunuo wa ndoto niliamini ya kwamba Mungu hawezi kubadilika, lakini pia ninao ujasiri wa kuamini ndoto, kwa sababu kwa maisha yangu ndoto zimekuwa sio ndoto tu, bali ni uhalisia. Nadhani mnaelewa tangu ambapo nimeanza kushuhudia juu ya ndoto, kwa hilo andiko ambalo Daudi alikuwa anamshukuru Mungu kwa kumpatia ushindi dhidi ya adui zake na dhidi ya Sauli niliamini ni neno la Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwamba kwenye ulimwengu wa Roho tayari ameshatupatia ushindi, ila sasa kwenye uelekeo huu wa kwamba sasa tuna Rais Samia Suluhu kwa awamu hii nyingine, kwa kweli kibinadamu, kibina sikumuelewa Mungu, ndiyo maana ikabidi sasa ni kanseli ratiba zingine zote, ili nipate muda wa utulivu, maana kwangu ninachokifanya hiki ni sehemu ya utumishi mkubwa ambao Mungu ameniitia. Maana hata kama Mungu akutume kwenda ku, ku, ku, kuvuna mahindi, maadamu Mungu amekutuma, huo ndo utumishi wako mkubwa. Kwa hiyo ndani yangu ikabidi ni cancel hayo mafunzo, ili nimsikie Mungu anasema nini juu ya taifa la Tanzania, anataka tufanye nini. Basi kuna wakati ambapo nilikuwa nikimwomba Mungu, nikimwomba Mungu, ndani yangu nikasikia amani ya kutosha ndani yangu kawa na kuna amani ya kimungu. Nikawa natamani kujua Mungu, kwa nini unanipa amani wakati ninapoangalia kibinadamu naona mambo ndiyo yanazidi kuharibika? Oh, mara nyingi nikiwa kwenye utulivu wa kumwomba Mungu na kumwomba Mungu kabisa kabisa huwa nikichukua Bibilia na kumuomba Mungu aniongoze kwenye andiko lenye majibu, huwa nafikia kwenye andiko ambalo lina majibu ya kile ninachokiombea. Kwa ikabidi nichukue Bibilia na nikafunua kitabu cha Yeremia thelathini na sita. Niliposoma nikawa kama sielewi, kwa nikaanza kutafuta maandiko mengine nilipokuwa natafuta huko, ni kasi ya pati baadaye nikasikia ndani yangu nimeshakupa andiko, kwa ikabidi nirudi kwenye hili andiko. Naomba nitawasomea Zaburi, sorry, Yeremia sura 36 mstari kuanzia wa 24, ndo niliyofikia. Unasema, lakini hawakuogopa wala hawakulalua mavazi yao, wala mfalme wala watumishi wake, hata mmoja wa waliosikia maneno hayo yote hata hivyo, Elinathani na Delaya na Gemalia walikuwa wamemsihi mfalme asiliteketeze gombo lile, lakini hakukubali kuwasikia. Mfalme akamamuru Yerimeeli mwana wa mfalme wa Selaya na Selaya mwana wa Azirieli na Shelemia mwana wa Abdeli wamkamate Baruku mwandishi na Yeremia nabii, lakini Bwana aliwaficha. Andiko hili linaelezea namna ambavyo Mungu alimpa ujumbe Yeremia kwa ajili ya Mfalme Yehoyakimu, mfalme wa Yuda. Ilikuwa ni maonyo na maelekezo, ili ya kwamba angalau basi waweze kujua nini Mungu anataka wafanye, lakini badala yake, badala ya kwamba watubu na kunyenyekea, maana kulalua mavazi kwa kipindi cha Agano la Kale ilikuwa kwa ishara ya kwamba umetubu, umejutia, umenyenyekea mbele za Mungu. Kwa badala ya kwamba wanyenyekee mbele za Mungu mfalme, mfalme pamoja na watumishi wake, wao wakaendelea kusimamia kile wanachotaka. Kwa hiyo mfalme akaagiza ilile gombo, maanake kile kitabu kilichokuwa na maneno ya Yeremia, kichomwe moto, lakini pia akaagiza Baruku aliyeandika hayo maneno ya Yeremia na Yeremia mwenyewe nabii wakamatwe, ila Mungu akawaficha. Ukiendelea kusoma, Mungu alimwambia Yeremia kwa awamu tena ya pili ya kwamba ayaandike maneno yale yale ambayo alikuwa ameandika mwanzo, na Mungu alisema kwamba atayatimiza, lakini pia hapa sasa Mungu aliongeza tena adhabu. Ha, sasa nipoanza kusoma nikaelewa nini maana ya Mungu kunipa hili andiko. Cha kwanza andiko hili linahusu watawala, linamhusu ya uyakimu ambaye alikuwa mtawala, ya kwamba Mungu alimkusudia kwamba angalau anyenyekee, atubu ili Mungu ampe hatua mpya, ili Mungu hata amwepushe na adhabu, lakini hakunyenyekea. Ndipo nikakumbuka hii sasa kwa Rais Samia kwamba badala ya kwamba angalau avae ule utu wa kibinadamu kukumbuka kwamba kuna mambo sijafanya kama binadamu: kudhulumu uhai wa mtu, kuwateka watu ku, yaani kufanya kuficha haki na kufanya uongo uwe haki. Yote hayo kabisa, mtu ukikaa chini ndani ya dhamiri yako utashuhudiwa kwamba sijatenda haki. Kwa hiyo Mungu alikusudia angalau kwamba basi haya maandamano ya kwanza yampe kujua kwamba kuna mahali sikufanya vizuri, kuna mahali nimefika kwa sababu sikusikiliza ushauri wa watumishi wa Mungu, kao ni rudi sasa. Badala ya kwamba arudi, ameendelea kutolalua moyo wake kwa Mungu. Kwa hiyo hili andiko linaonyesha kwamba sasa badala ya ile adhabu ya mwanzo ambayo Mungu alikuwa amekusudia kumpa basi tuongeze unajua, Mungu yuko hivi huwa ana Mungu huwa anafanya vitu hatua kwa hatua. Hata pale Mungu anapokuja kumwadhibu mtu, huwa anamwadhibu hatua kwa hatua. Kadri unavyozidi kushupaza shingo, ndivyo Mungu anavyozidi kukuadhibu zaidi. Kwa hiyo, niseme tu kwamba andiko hili limesema Yehoyakimu mfalme pamoja na watumishi wake adhabu hii ilikuwa inawahusu pamoja na Yerusalemu. Tukirejea sasa kama reference ya andiko hili kwa hali tunayoipitia kama taifa, manake hapa Yehoyakim ni sawa na Samia Suluhu Hassan, ya kwamba ile adhabu ambayo Mungu alikuwa amekusudia angalau wakupe, ambayo yamkini ingetunza pia heshima yako kwa sehemu, manake bado itaendelea. Kuna namna, kuna kiwango kimeongezeka maandiko anasema, nikirukia mstari wa thelathini, nasema kwamba basi Bwana asema hivi katika habari yeho ya Yehoyakimu mfalme wa Yuda, hata kuwa na mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Daudi, na mzoga wake utatupwa nje, wakati wa mchana upigwe kwa hali na wakati wa usiku upigwe kwa baridi, nami nitamwadhibu yeye na wazao wake na watumishi wake kwa sababu ya uovu wao, nami nitaleta juu yao na juu ya wenyeji wa Yerusalemu na juu ya watu wa Yuda mabaya yote niliyoyatamka juu yao, lakini hawakukubali kusikiliza. Hawakukubali kusikiliza. Kumbe Mungu anapofanya kitu anakusikiliza moyo wako, je, ume umekubali kumsikia? Umekubali kujirudi? Sasa kadu unavyozidi kushupaza, ndivyo anavyozidi kuongeza adhabu na hapa imetajwa Yerusalemu kwa inshu hii ya ya taifa letu la Tanzania. Yerusalemu, Yerusalemu naweza kuifananisha ni sawa na hiki chama cha CCM ambacho kilikuwa ni kinala kwa kutoa viongozi kwa ajili ya taifa letu, ilikuwa ni kama ni hazina ya taifa kwa ajili ya viongozi. Sasa naposema kuiadhibu Yerusalemu maanake hata ile maanake, chama kadi ambavyo wanazidi kushupaza shingo na kuzidi kulazimisha kitu ambacho sio haki mbele za Mungu, maanake ndivyo ambavyo wanazidi kukiharibu na kukiua. Kwa hiyo Tanzania, mwe na amani, tuendelee kumwomba Mungu, maana kama hutendi haki kwenye jambo fulani na unalazimisha kupita kwenye njia yako, maanake unaendelea kujichimbia shimo wewe mwenyewe. Lakini sasa nirudi pia kwetu sisi watumishi wa Mungu. Haya yote haya yote Mungu kusimama upande wetu yanatokea pale tunaposimama upande wa Mungu, kumuomba Mungu, kuendelea kukemea uovu kwa nafasi ambayo Mungu amekupa. Kama Mungu hajakupa nafasi ya kukemea uovu, basi ingia magotini kwa sirini, omba, maana hakuna atakaye kujua kama unaomba ila kama Mungu amekupa nafasi ya kukemea uovu, amekupa nafasi ya kuongea, kama hivi ambavyo naongea mimi, ongea, maana Mungu akikupa hiyo nafasi atakulinda pia. Kwa hiyo sasa, huu ni wakati ambapo tuendelee kuomba, kuomba kuomba, kuomba kuliko ile mwanzo. Inaomba, niwape ushuhuda huu wa kweli kabisa, na mtu huyu yuko Dar es Salaam, ni mtumishi wa Mungu wa kanisa la AICT the athehebla AICT yuko Dar es Salaam, naomba ni staji ofisi anayotumika au kanisa analotumika, lakini huyu ni mama. Kuna mwanzo wa utumishi wake kabla hajawa mtumishi wa Mungu, ni kwamba alipitia changamoto za kiuchumi na changamoto za kiafya mahali alipokuwa anakaa kulik kulikuwa na watu wanamchezea kichawi. Kwa changamoto ya uchumi na changamoto ya wachawi, ikamfanya aanze kumtafuta Mungu, akaanza kuwa anafunga maombi, lakini pia anajitoa kufanya kazi za kanisani, yeye ndio akawa ni mtu wa kusafisha kanisa, hata watu hawezi wa kupanga watu wa kusafisha. Sasa kumbe kadri alivyokuwa anamtafuta Mungu anaomba kumbe moyo, kumbe Mungu alikuwa anaendelea kumkuza imani, Mungu alikuwa anaendelea kumwinua. Baadaye akaanza kuwa anapewa nafasi ya kuhubiri, anapewa nafasi ya kuhubiri. Kiufupi ni nisilete mambo mengi, ni kwamba siku moja mtu mmojawapo aliyekuwa anamchezea akaja usiku, Mungu alimpiga yule mtu yule mama mchawi aka kakamatiwa pale mlangoni, akaanza kutoka damu, akaanza kutoka damu, huku yeye anaomba ndani, anamsikia kabisa kwamba nje kuna mtu ana anahemelea. Kwa hiyo yeye akaendelea kuomba, akaendelea kuomba, baadaye, baada ya muda akawa hasikii tena. kulipokucha ila ametoka nje akakuta kuna damu nyingi pale mlangoni kwake, lakini hiyo damu imechuruzika imeenda kwenye mlango wa jirani yake na kwenye pazia kuna damu. Yule mama kumbe, alikuwa ndani ni mgonjwa, ametoka damu sehemu za uzazi. Haya. Siku moja akatumiwa, naomba niwache, ni ushuhuda mwingine wa huyu huyu mama, lakini alitumiwa majini ya kichawi, lakini baadaye hayo majini ya muue yakamrudia yule aliyeyatuma. Hmm, haya, ushuhuda mwingine ambaye alinigusa zaidi huyu mama, siku moja anakula, akaja bibi mmoja, maana sasa ilikawa ni genge, yaani wale wachawi wak wakakusanyana sasa, wakawa timu moja ili kuhakikisha kwamba wanamaliza, maana alikuwa anaharibu mambo yao. Kwa bibi mmoja akakuta anakula yeye pamoja na mtoto wake, basi akamkaribisha tu vizuri, akaanza kula, akaanza kula, ghafla akaanza kuguna huyu bibi mm. Mm. Akamwambia nini, kawaelewa baadaye, akashindwa kuinuka, akashindwa kuinuka, anaumwa tumbo, mgongo tumbo mgongo e, akaanza sasa imekuwaje baadaye akaja mtu mmoja bibi mmoja akamwambia tulikwambia huyu umuwezi ona sasa liyokupata huyu mama sikia akaongea kama neno gani kumbe hilo neno ndio likamfungua huyu mchawi akawa amefunguliwa akawa ameondoka lakini baada ya siku huyu bibi ali ali- alikuwa chizi na mwisho wa siku alifariki. huyu mama, ushuhuda nao ninaosema, yupo mpaka sasa hivi, ni mtumishi katika kanisa la AICT. Mwanzoni alikuwa Shinyanga, baadaye alianzia mahali ambapo sitaki kupataja, baadaye akapelekwa Shinyanga, baadaye ndiyo wamemleta, baadaye wakamleta Dar es Salaam. nini nawakumbusha kwamba kadiri unavyoendelea kusimama na Mungu ndivyo ambavyo anakuinua juu dhidi ya maadui zako, unapata nguvu za kuwashinda. Mkirejea Mambo ya Nyakati sura ya 20, mtaona Yehoshafati alishinda vita bila kupigana kwa sababu alisimama na Mungu. Kwa hiyo hii vita wapendwa, inaanzia rohoni, tunatakiwa tusimame haya yote. Moja, shetani anatafuta tuwe na vita ya udini Yani tuwe na ugomvi kati ya Wakristo na Waislamu, lakini ni nani damu yake tukiichana tukiichanja, imeandikwa ni inasomeka ni ya ni ya Mkristo? Nani damu yake inasomeka manake, ni ya Mwislamu maanake sisi wote ni wa, ni viumbe wa Mungu, tumeumbwa na Mungu. Hizi dini tumezikuta tu, zisitugawe, bado sisi ni ndugu. Haya, Zanzibar na, Tanzania na Tanganyika tumekuwa na muungano. Yanaweza kutokea mambo mengi yakatufanya tuchukiane, lakini kumbuka tunachukiana kwa kugawa kwa sababu tu tumetofautiana ukanda, hawa wako bala hawa wako visiwani, lakini sisi wote ni binadamu. damu damu ya mta ya mtu mtanzania bala na mtanzania visiwani bado ni damu ile ile. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini kwenye umwengu wa roho, kinachotafutwa ni machafuko kwa lazima tuwe makini kila approach tunaoitumia, lakini pia viongozi mlioko serikalini, kadi mnavyoendelea kupindisha haki, ndivyo ambavyo Mungu ataendelea kuwaadhibu kwa sababu machafuko yanapotokea, ile damu inayomwagika inawarudia nyie na, na vizazi vyenu. Kwa hiyo inahitajika tu hekima ya kujua kwamba kama Mungu alianza kuonyesha watumishi wa Mungu minzi Mungu anatupenda anataka turudi ni wakati sasa wa kutengeneza. Lakini sasa ni wakumbushe watumishi wa Mungu na kila mtu binafsi binafsi, huu ni wakati Jule wa kuomba. Yule ambaye ndani yako Mungu amekupa mzigo wa kuandamana, basi kwenye huko unakoandamana mtangulize Mungu. Amka asubuhi, omba, omba. Maandiko anasema kwenye Zaburi ishirini mstari wa saba kwamba wao wanataja magari, wao wanataja farasi, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana ndani yako mbebe Mungu hata kama umjui Mungu vizuri, ila maadamu ndani yako unasikia kuandamana, andamana. Lakini yule ambayo unasikia ya kwamba ninatakiwa nisimame na mungu kwa maombi, simama na Mungu, omba. Na ningependa viongozi wa dini, maaskofu, itisheni maombi ya kitaifa pamoja na mashehe. Sisi sote ni ndugu niliwambia ile jana kwamba hakuna anayemiliki ufunguo wa mbinguni mwenye mbingu au ahera ni mungu peke yake kama mungu hajatuua kwa sababu ya tofauti za madhehebu yetu dini zetu kwa nini sisi tuchukiane na tubaguane mungu ndo anayetujua kwa hiyo huu ni wakati ambapo wa kushikamana kama taifa na sio kama dhehebu au kama dini oh mungu abariki sana kila hatua anayotupa Mungu ina kusudi. Kwa hiyo tusiogope, tumwamini Mungu ya kwamba hata hii hatua aliyoitoa ya Samia kujiapisha kuwa rais bado imebeba kusudi la Mungu. Naamini kabisa kwamba ndani yangu nashuhudia kwamba adhabu yao kwa Mungu haijaisha. Ndio maana bado Mungu anawafanya wawe na mioyo migumu, kwa sababu mioyoni mwao wanaona hawana wana wana toba ya kweli. Kwa hiyo Mungu anapoona huja na toba adhabu yake inakuwa haijaisha, anaendeleza. Kwa hiyo wana, wanajichimbia shimo tu. Manake hata kile ambacho kilikuwa kijaharibiwa cha kwao kitaendelea kuharibiwa, lakini sisi, tutasimama na Mungu. Na mimi nitasimama na Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania maana, kama alinionyesha tangu mwanzo tangu elfu mbili na ishirini na moja mwishoni. Manake Mungu alinikusudia nisimame kwa ajili ya taifa la Tanzania na nitasimama na nitasimama. Nawakumbusha tena Benson Idahosa, watu walimwogopa kwa sababu alikuwa na uwezo wa kumwambia mtu nakupa siku tatu kama usipotubu utakufa. Na huyo mtu kweli asinge tubu akafa. Manake kadi ambavyo mnaendelea kushupaza shingo, Mungu atatupa hiyo mamlaka ambapo Mungu ataleta mapinduzi kupitia ulimwengu wa roho. Benson Idahosa alileta mapinduzi ambapo ndani ya mwezi mmoja tu wachawi wachawi wakubwa zaidi ya 30 walikuwa wamekufa kwenye huo mji ambao walikuwa naogopeka. Nini? Kwa sababu kuna mtumishi mmoja Mungu alisimama na Mungu, ili kuwafanya mji wa Benini ujue ya kwamba kuna Mungu. Kwa hiyo hata sasa Mungu ataendelea kujitukuza na watu watajua kwamba kuna Mungu anayeishi. Watanzania, msiogope, tuendelee kusimama na Mungu, tuendelee kuomba, funga, omba, funga, omba, funga, omba Tutamwona Mungu akitushindia. Hawa ni wanadamu tu, hawa ni wanadamu tu. Mwangalie mtoto wako unayemnyonyesha, unayemnyonyesha maziwa, ndivyo ambavyo wanaonekana mbele za Mungu, na ni zaidi ya hapo. Kwa hiyo wala tusiogope, Mungu akili zake hazichunguziki. Ninaomba nihitimishe kwa maombi. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutukumbusha kusimama na wewe kwa ajili ya taifa la Tanzania. Asante Mungu, maana kwa kila hatua wewe unajua, umetuambia kwenye neno lako ya kwa kwamba wewe akili zako hazichunguziki wala njia zako hazitafutikani. Mungu, ninashukuru kwa sababu hata kwa habari ya kuapishwa kwa Samia Suluhu awe rais wa Tanzania, bado Mungu ndani yake unakusudi kwa ajili ya kuionyesha dunia kwamba uovu hauwezi kutawala Mungu umi, ulituonyesha kwamba huu sio wakati wa utawala wa uovu. Ninaamini hili litatimia na sasa ninaomba Bwana, nyosha mkono wako e Bwana, nyosha mkono wako e Bwana tazama e Mungu uliye hai, Mungu mwaminifu na haki, tazama wakati ambapo yule Elima mchawi anapinga neno lako, mtumishi wako Bwana alisimama akampiga upofu Mungu uliye hai Baba, hatuombei watu kufa, hatuwaombei viongozi ambao wamekuwa dhalimu, wauaji, hatuwaombei kufa, lakini Mungu nyosha mkono wako juu yao, wakujue ya kwamba wewe ni Mungu ambaye hautishiwi na yeyote, haubadiliki, mamlaka yako inazidi mamlaka zote. Jidhihirishe Mungu, jitukuze Mungu, onekana Mungu, tenda Mungu. Tazama ambapo Yehoyakimu aliposhindwa kulalua aliposhindwa kulalua mavazi yake ishara ya kunyenyekea Mungu haikuwa haikuwa haikuwa kustawi kwa utawala wake, bali ndio ilikuwa ni anguko la utawala wake. Tazama hata watawala hawa ambao wamejiona ni miungu mtu ambao wanaamini wanaweza kufanya chochote wanachotaka. Bwana Mungu, tazama, ninaomba ukageuze liwe anguko lao liwe anguko lao, kwa mamlaka pekee ya Yesu Kristo li hai. Naomba Mungu, ukalilinde taifa la Tanzania mikononi mwako, ukatuletee Tanzania mpya Bwana, iliyokubalika na wewe, Mungu wetu lihai. Tanzania mpya iliyobeba ajenda ya Kimungu, Tanzania mpya Bwana, ambayo itapeperusha neno lako ulimwenguni mote, Tanzania mpya ambayo, Bwana, itakuwa na sura mpya kuliko hata ile Tanzania iliyoachwa na na Julius Kambarage Nyerele. E Bwana Mungu, unao uwezo wa kututumia Bwana kuifanya Tanzania kuwa nzuri kuliko ile Tanzania ya Julius Kambarage Nyerele. Una uwezo wa kutufanya kuwa bora kuliko Julius Kambarage Nyerele kwa ajili ya taifa letu. Nami naomba Mungu ukadhihirike. Fungua mlango kwa ajili ya katiba mpya ya kitaifa, ambayo Mungu itatoa mwelekeo mzuri wa haki ya kitaifa, Mungu wetu liye hai. Achilia katiba mpya kwenye taifa la Tanzania ambayo Mungu italinda rasilimali za Tanzania ili zitumike kwa ajili ya Watanzania na kwa ajili ya ufalme wako. Ninaomba Mungu uliye hai, wewe ukajidhihirishe. Bwana Mungu uliye hai, tupe utawala, tupe utawala Bwana uliojawa na hofu ya Kimungu, Bwana tunaufuta tunaufuta huu utawala uliojaa udhalimu na utekaji na umwagaji damu kwa jina la Yesu Kristo ali hai, nakuomba Bwana Yesu, sasa ingilia kati, ingilia kati, e Bwana, ingilia kati Bwana, katikati ya vita hii Bwana, nyosha mkono wako Mungu ukatende, Mungu upanga wako wenye makali kuili, Bwana ukasimame juu ya udhalimu huu Bwana, katika jina pekee la Yesu Kristo ali hai. Elia alikuita Bwana Mungu akasema naijulikane, moto ulishuka kutoka mbinguni ili wewe ujulikane. Na sasa Bwana, hata na mimi ninakuita, Mungu uliye hai ukajulikane. Julikana Mungu uliye hai, julikana Mfalme wa Wafalme, julikana Bwana Mabwana, julikana ya kwamba wewe ni Mungu ambaye huwezi ukapingwa na mtu, huwezi ukazuiwa na mtu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninauangusha utawala wa Raisi Samia, ninauangusha utawala wa Samia, ninamfuta kwenye kiti cha uraisi cha Tanzania katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, lakini pia nakitakasa kiti cha urais cha Tanzania, Bwana Mungu, ninakitakasa kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Yeyote aliye muovu na ambaye hajatoka kwako, e Bwana, kitageuka kuwa moto kwake hata kikalia, katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Mungu uliye mwaminifu na haki, naliita jina lako Mungu, ukajulikane Wape nafasi ya kutubu, wape nafasi ya kujua kwamba wewe Mungu upo, Bwana. Uhai wao Bwana Mungu usiuchukue usi, usi mapema, ili wapate nafasi ya kujifunza kwamba wewe Mungu upo, Baba, katika jina Yesu Kristo li hai. Na kileta kichama cha CCM mikononi mwako Mungu, ambacho kimetum, kimegeuka kuwa kama kichaka cha udhalimu na uovu Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaomba Mungu uliye hai On, um, angusha mifumo mibovu Bwana, Ukasimamishe kusudi lako Bwana Mungu uliye hai, ninaombea Bwana Mungu ukaachilie siasa bora katika taifa la Tanzania. Nina kuamini Bwana, kama ulivyowaficha Baruku na na Yeremia, Bwana ficha watu wako wa Tanzania, ficha raia wa Tanzania, Tufiche Bwana mikononi mwa adui zetu, kwa jina pekee la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, ninaomba Mungu ukajulikane kupitia jina pekee la Yesu Kristo, ninaomba amen. Mungu awabariki sana.